Al-Azif ni maandiko ya kale yanayodaiwa kuandikwa na Abdul Al-Hazred, mwanafalsafa wa Kiarabu aliyeishi katika karne ya nane kabla ya Kristo, ambaye alijulikana kwa jina la utani la mchunguzi wa yasiyosemwa. Al-Hazred alikuwa msomi wa kipekee aliyejikita katika kuchunguza tamaduni zilizofutika Nikisema tamaduni zilizofutika, na maanisha duniani hapa, zipo tamaduni na mambo ambayo yalifutika miaka mingi iliyopita, kama lugha za kale, maarifa ya asili yaliyofichwa katika maeneo ya hatari yasiyofikika kwa kawaida, hivyo ni kama yamefutika. Basi kitabu hiki kikapewa jina la Al Azif, neno la Kiarabu linalomaanisha sauti ya wadudu wa usiku, ambayo Waarabu wa kale waliamini kuwa sauti hizo za usiku zilikuwa ni kilio cha mapepo, kinachochukuliwa na baadhi ya watafiti wa fasihi kama ni makelele ya mapepo ya asili ambayo yalitoa maelezo juu ya chanzo cha maarifa ya giza, uchawi wa kale na ibada zisizoeleweka kwa urahisi katika maisha ya kawaida ya kibinadamu. Basi, kwa mujibu wa simulizi za kihistoria ya fasihi ya esoteric Al Azif kilikuwa kimeandikwa kwa Kiarabu cha kale kabisa, kwa mwandiko wa kiumbo uliojaa alama za kiroho michoro ya viumbe wa kale na maelezo ya kina kuhusu miungu ya giza, kama vile miungu ya kutisha ya Yog-Sothoth, Cthulhu, tuhluh na Azathoth na viumbe wengine waliodaiwa kuwa kuwepo kabla ya uumbaji wa binadamu. Hadithi zinaeleza hawa viumbe walioandikwa katika vitabu hivi au kitabu hiki cha Al-Azif walikuwepo kabla ya kuumbwa kwa binadamu. Maudhui ya kitabu hiki yanahusisha ibada za kuwaita viumbe hao kupitia milango ya kiroho, maeneo ya kijiografia yenye nguvu za kipekee kama pembe tatu ya shetani na mizunguko ya nyota inayodaiwa kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na uwepo wa viumbe hao katika ulimwengu wa binadamu. Basi huyu mwanafasihi ama mwanafalsafa Al Hazred alikusanya taarifa hizi kila siku kupitia safari zake katika maeneo mbalimbali ya magofu ya kale kama Irem, ama jiji la nguzo kwa lugha ya Kiswahili, Babylon, Memphis, akijiuliza, akijifunza, akichunguza kutoka kwa makuhani wa kale, wachawi wa kiasili na maandiko yaliyofichwa katika maktaba za kificho. Huyu bwana alifanya kazi nzito sana ya kuzunguka, kuwatafuta waganga wachawi, akiwauliza maswali ya kina kuhusiana na mapepo, kuwasiliana na nguvu za giza na kadhalika. Basi mafunzo haya aliyapata katika miji na nchi tofauti tofauti, mwisho akaamua kuandika na kukamilisha maandiko haya ya Al azif. Basi, al Al-Hazred inasadikika alilipotiwa kuanza kuonyesha dalili za kupoteza akili baada ya kumaliza kuandika kitabu hiki. Alishuhudia maono ya kutisha, ndoto zisizoeleweka na hali ya kiakili ikaanza kuyumba hali iliyompelekea kutengwa na jamii na hatimaye akatoweka katika mazingira ya kutatanisha mnamo mwaka 738 kabla ya Kristo. Baadhi ya simulizi zinasema huyu bwana alimezwa na kiumbe kisichoonekana mbele ya mashuhuda walioganda kwa hofu baada ya kukiona katikati ya jangwa walikokuwa wakisafiri. Na baada ya kutoweka kwake, kitabu hicho kikachukuliwa na kuhifadhiwa kwa muda mfupi kabla ya kuanza kusambaa kwa njia za siri sana. Mnamo mwaka 1228 na Olaus Wormius alikitafsiri kitabu hiki kwa Kiratini na baadaye akakitafsiri kwa Kigiriki. Ingawa hizi chapa zote zilizotolewa kama kopi zilianza kupigwa marufuku na Papa Gregory wa 19 na mnamo mwaka 1232, kutokana na hatari zake za hiki kitabu kwa akili na roho za binadamu, na kala chache za Al Azif ziliripotiwa kuwekwa katika maktaba za kificho sana. Kwa mfano, kwa sasa wanasema ukitaka kukipata kitabu hiki cha Al Azif kinapatikana British Museums huko Uingereza, lakini pia kinapatikana Bibliotheque Nationale ya Paris na Miskatonic ya University huko Akram. Ingawa nakala ya kwanza ile original ya awali ya kitabu cha Al Azif inasadikika hiyo ilipotea mapema sana, ambayo iliandikwa kwa lugha ya Kiarabu cha kale. Athari ya kitabu hiki iliendelea kuonekana katika tamaduni za siri, ibada za kale na maandiko ya wachunguzi wa esoteric. Kwa mtazamo wa kitaaluma, Al-Azif si tu maandiko ya kale bali ni mfano wa maandishi yanayochanganya mitazamo ya kifalsafa. Baadhi ya ya mashehe wa zamani wa kale wanadai usikisome kitabu hiki, maana ukikisoma kuna mawili, unaweza ukarukwa na akili ama ukaanza kuona vitu vya ajabu vilivyopo kwenye mfumo wa giza, katika ulimwengu wa giza maana wanadai aliyekiandika kitabu hiki yeye alipotea, lakini hata kabla ya kupotea alidai vitu vingi sana, tumedanganywa katika dunia. Yeye alikuwa anaona mengi zaidi, ingawa hakuna aliyekuwa akimsikiliza, kwa maana wa waliamini amechanganyikiwa. Hivyo wanadai usikisome kitabu hiki, unaweza ukachanganyikiwa ama ukapotea kabisa katika ulimwengu usiojulikana. Hivyo al-Azif si tu simulizi ya kitabu bali ni safari ya mwanadamu mmoja kuelekea kwenye kiini cha giza la ulimwengu, safari iliyogeuka kuwa onyo. Mama mkanye mwanao, kwa vizazi vyote, kuhusu hatari ya maarifa yaliyofichika na athari zake kwa nafsi za wanadamu.